Kwa majina naitwa Josephine Manase, mkuu wa wilaya ya Kyela. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote waliopo ndani ya wilaya ya Kyela na nje ya wilaya ya Kyela kwenye tamasha kubwa la Mpalano Festival ambayo tunatarajia kulifanya tarehe sita na saba mwezi wa saba. Niwakaribishe tujumuike kwa pamoja kusherekea Mpalano Festival ndani ya Matema Beach kutakuwa na shughuli mbalimbali ambazo tutakwenda kuzifanya ndani ya Matema kupitia tamasha hili la Mpalano. Kutakuwa na mashindano mbalimbali mbali ya kupiga makasia kuziwani, lakini pia kutakuwa na Land Rover gari mbali mbalimbali ya Land Rover yanatoka sehemu mbalimbali kuja Matema kuja kushuhudia tamasha hili la Mpalano Festival. Lakini pia kutakuwa na michezo ya aina mbalimbali ambayo itafanyika ziwani, lakini kutakuwa na ngoma ya asili maonyesho, wafanya biashara na pia kutakuwa na burudani za aina mbalimbali. Niwakaribishe sana, tuje tu enjoy, tusherekee tamasha hili sisi kama Wanyakyusa, lakini watu wengine nje ya wilaya ya Kyela, karibuni mje muenjoy kwenye fukwe za Matema Bichi. Ninawahakikishia kwamba tutakuwa na ulinzi mzuri na usalama wa kwenu wakati wote, mtavo utakuepo katika kusherekea Mpalano Festival, na mimi nitakuwepo pamoja nanyi kwenye tamasha hilo la Mpalano.